Mi ni mke wa Denis Makori. Kulikuwa mwaka jana Disemba 17 kaenda kujifungua, ikapatikana ilileba sana, akajifungua Ntusday, mtoto hakulia, so kabidi awekwe kwa skiandio akalia, akajua tuko sawa, but sasa kufikia Tusday mchana alianza kulia sana, kabidi wakakuja kuangaliwa, akapatikana ako na joto Warifaa, tukaenda hospitali ingine inaitwa Specialized Hospital. Sasa tukashughulikiwa huko toto kwa sana. Lakini bill ilifika 600,000 kabidi tupewe tushikiliwe huko kwanza, ndio tulipe hiyo pesa. Tukapata wenisha akatupatia title deed tuka sai anataka yake shamba tu, yake isiguswe. Naomba tu esh, viongozi wa Kisii watusaidie tutoe title deed kisio wenyewe akusaidia mwingine. Maisha, maisha sasa si rahisi. Kwanza kule hali ilitokea ha? hatuna kazi ile ati tunasema tunategemea sana, hatuna kitu kabisa. Ni mzee tukutafuta vibarua tu kwenda, akipata ni sawa.